Amani, lakini unajua tangu siku ile ongea na dada yangu, nilikuwa nambembeleza, nimekuelewa sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba nipe nafasi kidogo, nakupenda sana. Unajua na mimi, si unaniona nilivyo na shepu nzuri, sio nayo chuchu saa sita kingine nini, baba, fanya mkubali bana, fanya mtu mzima. Unajua kweli, ukistaajabu yamsa, ya msa utaona yakidaoni. Kwa hiyo unanitaka, unaonekana nayaweza mambo wewe tena. So kidogo, yaani, kinipa nafasi

kwa hayo nao yasema unayaweza, sikatai hai, lakini haiwezekani. Na nakuomba kitu kimoja, usirudie tena kupaza sauti yako ya kipumbavu kama hiyo. Uniheshimu mimi kama shemeji yako, na ujue kwamba we ni mdogo sana. Upumbavu kama uo usirudie, na kama utarudia nitakufukuza hapa ndani, takufukuza wende uko. Chinga mkubwa kabisa, kwani huna adabu? Nakupiga kama hivi, kumbe akili huna, kimondo uliokosa soko, pumbavu kabisa. Usirudie, unanisikia? nambonchiakakatotokamelan